Habari za asubuhi, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa kipekee kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama hapa Mbeya. Tumekuwa na safari jana kutoka Dar es Salaam jioni, tumeingia majira kama ya saa moja jioni kwa saa za hapa Mbeya, na mashabiki na wachama klabu yetu wanaona namna ambavyo kumekuwa na mechi back to back. Ukiangalia mechi yetu ya Champions League imemalizika Uh, siku iliyofuatia ambayo kwa watu wanaofahamu mpira ilikuwa ni siku ambayo tunatakiwa kufanya recovery, lakini siku hii imetukuta kwenye safari kutoka Dar es Salaam kuja Mbeya. Kwa hiyo uchovu, uh, ratiba kubana, ni miongoni mwa vitu ambavyo inabidi wanachama na mashabiki wetu wawe navyo kwenye vichwa na waelewe kiufundi ni nini mwalimu Roman Falls anapambana nacho kipindi hiki kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Baada ya kusema hayo, niukaribishe pia ndugu yangu Amaka kwenye kazi ya usemaji hasa hasa kwenye Premier League. E, tulikuwa nao wenzao kama wewe kina Moses William ambao walianza kazi hii wakiwa na mwili kama wewe, lakini baada ya michezo kumi tu Moses William, msemaji wa timu ya Pamba, nilikaribiana naye kwa maana ya, ya, ya mwili amekata weight. Kwa hiyo tukaribishe kazi ambayo mchele wa Mbeya imefanya kwenye mji wako. Kuna kazi nyingine kinapakome pia wataifanya, kwa hiyo jiandae kwa yote mzee wangu, lakini kushukuru pia umenipa uh, cha kwenda kuwaambia wachezaji. Toka nimefika huku nilikuwa sina, sijawasikia Mbeya wakiongea, lakini nimefurahi, umenipa kitu cha kwenda kuwaambia wachezaji kwamba wewe unaona wale ni wazee. Jambo zuri hili tamfikishia e, e, wachezaji wote kwama bwana wanaona nyinyi ni wazee, na wenyewe wanasema wana mashine ya kufanyaje, uwezi kurudia. Sawa. <laughs> <Aa>, <laughs> E, bwana mimi niwaombe e, mashabiki wetu wa Yanga Mbeya, hamjawahi kutusupport mara zote, tunapokuja Mbeya tulikuwa tunafanya shughuli za wanachama, tunakuja kwenye mechi, mekuwa karibu sana timu yenu sana, na safari hii tena tumekuja kwenye mchezo wa kwanza wa ugenini dhidi ya Mbeya City wamepanda uh, daraja. Of course wana mwalimu mzuri, wana timu ambayo ina mchanganyiko wa wachezaji vijana wenye uzoefu. Mechi itakwenda kuwa mechi nzuri na itakuwa mechi ngumu kwa pande zote mbili, kwa hiyo sisi faida yetu ikawe kwa mashabiki wetu. Juzi mjumbe wa kamati tendaji ya Africans, Alex Ngaya alizungumza kauli ambayo inabidi tembee nayo kwa nyakati ambazo tuko nazo, kila mmoja atakiwa afanye jukumu lake. Sisi hatuwezi kuwa mashabiki wa Yanga wa kuchambua mpira kwenye Instagram. Lazima tuwe mashabiki wa Yanga wa kuisupport timu kiwanjani. Haiwezekani timu inacheza mechi ina mashabiki wachache, alafu mashabiki wanaokuja kutoa maoni wanakuwa wengi. Lazima tuigeuze hiyo, kwanza tufanye jukumu letu, isupport timu kwenda uwanjani, alafu maoni yaanzie baada ya sisi kufanya jukumu letu na jukumu la siku ya kesho ni kuja kwa wingi, uh, Sokoine. Sauti zenu, wingi wenu, morali yenu itakwenda kuwasaidia wachezaji wetu waweze kuamka na waweze kupambana tuweze kupata uh, pointi tatu siku ya kesho inshaallah. Kama kuna maswali haraka tumalize hili jambo. Mm. Inatakiwa na mm. mm. mm. na yeah, na yeah rafiki, hata kocha amezungumza vizuri kabisa kwamba sisi hatuzuii hatu watu kutoa maoni. Na ni jambo zuri watu kutoa maoni. Hii ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu mpo kwenye football. Kwa hiyo si jambo baya watu kutoa maoni. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani tuna daraja ambao tuko nao, lakini kwenye hayo maoni wako watu ambao na wao sasa wanapenya humo humo, na wao wanapitisha uh, sumu zao humo humo, kutaka tu kutengeneza mvurugano. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, Young Africans Sports Club isingekuwa na viongozi makini kocha na Sidin Nabi asingeondoka Tanzania akawa mfalme. Akishafukuzwa mapema tu. Fanya proper analysis ya timu. Pengine a uh, uh, Said Ramovich baada ya mechi tatu tu. Tukishamtimua kafungwa pale na Hilalo Mdubani kaenda kafungwa sijui na na wale nani wale MC Alger. Tumecheza atupata matokeo mazuri. Lakini tulikuwa tunafanya proper analysis ya timu, baadaye tukatolewa kwenye makundi kwa faida ya goal difference, sio kwa pointi. Japokuwa tulianza vibaya, lakini tuna viongozi ambao wanafanya analysis. Romain Folz bado ni kocha sahihi kwa Young Africans na ni kocha ambaye ataifikisha hii club kwenye nchi ya ahadi. Ni swala la muda, na ndio maana kama viongozi tumekuwa tuko makini kwenye analysis zetu kuhakikisha timu inazidi kuimprove kwenda mbali zaidi. Maoni haya watu, watu, ya watu, watu watu ambao wanatoa watu, watu, vitu ambavyo havina maana, hawa ndio ambao tunashughulika nao. Kwa mfano kuna mchambuzi jana amesema, Yanga hakuna kocha ya timu inabebwa na wachezaji hasa, itaka baba yake ndo atubebe sisi, yaani kwamba tuwache wachezaji wetu ambao tunawalipa hela nyingi tumchukue baba yako aja atubebe basi. Kama mtu inamuuma pakome kuibeba Yanga alete naye mgongo wake ainame, Yanga tupande atubebe. Kama rahisi namna hiyo, sisi tunalipa wachezaji hela nyingi, tunalipa wachezaji facilities mbali mbalimbali waweze kudeliver kwenye pitch. Sasa mtu anakuambia tu hawa na timu ngumu? Na nani, na nani? Yanga tumecheza faidali tu. Kama Yanga nafunga timu dhaifu nyingi tumezishotoka, msimu umeanza. Watu hawazungumzi ya timu lao linacheza pale roho mkononi, hamna anachambua. Yaani Yanga mechi ikicheza iki timu yao ikicheza mechi ikiisha, ah, blitz zimwapendeza wachezaji wetu. Hawazungumzii performance. Sisi tunawatazama na tuna sababu sisi tunajua uki... ukiwekeza nguvu nyingi sana kudina hawa watu wapoteza focus yao kwenye timu. As long as tumecheza mechi zetu sasa hivi, tume concede goal moja, tumefunga goal zaidi ya 12, we are happy na progress ya timu na tunaelekea huko. Na ndio maana tumetulia. Mechi ya kesho tunakwenda kwa nguvu, kwa mpango ule ule, tupate matokeo mazuri tena kesho, inshallah, timu iendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo hayo maoni ya wanayanga tunayapokea, lakini tunaona kwenye hayo maoni kunachanganyika pia na dhamira ovu ya watu ambao hawana hoja, wanajaribu tu na wao kuweka kuweka kuweka kuweka sumu zao kwenye, kwenye chakula chetu. Kwa hiyo hawa watakuwa na nafasi hii. Taasisi ni imara, na niwaombe wanayanga watambue mafanikio ambayo tumeyapata kwa misimu minne. Haya mafanikio hayatuletea furaha tu peke yake, yametuletea pia na hasadi kubwa, na watu ndio wanatumia mianya kama hii. Timu inafanya vizuri, tunapata matokeo, tukoncede magoli, tuseme alhamdulillah, tuendelee kuimprove basi.